Amina. Amina, adeka kaka. Mbona umenyamaza? Niambie, mbona hujapika? Ah, jamani ah, Amina u mnaa chakula mko ia maswali hayo. Amina, wewe siku hizi umekuwa mtundu wewe. Sivyo kaka, lakini hatujana kitu mko mpaka saa hii tumbo la tungoro tuhurumie. Amina, wewe una mchezo wewe, una mchezo Amina, wewe mpaka saa hii ujapika wewe, wategemea mimi nikija nile nini hapa wewe. Si mchezo kaka. Pia mimi nausikia hiyo njaa. Tusaidie kaka wangu. Tunulie hata kama ni kitu tupike. Hatuwezi. Sasa mimi nimechoka na hizo ngojera ngojera zako. Saa hii kusikia mambo ya nini, nina wala nina wala nini. Mimi ninachotaka ni chakula. Alafu wewe unaja kuzaba makofi wewe. Umekuwa mtundu wewe wewe wewe wewe, ni mjomba wewe, wewe. Una nini mjomba? Mjomba, umefuja vile nilivyokuambia, vile vile ndivyo anavyofanya. Kaka, paka saa hii tutasikia njaa sisi, matumbo natunguruma hapa kaka, tufanye kitu chochote. Mjomba, alafu wewe mjomba, kumbe ni kweli zile habari za kwamba unawatesa hao hawa aa watoto? Ni kweli mjomba, kumbuka kwamba marehemu mama yako alikuachia hawa watoto waangalie. Mjomba tafadhali jirekebishe. Acha kuwatesa hao watoto wawa inakuwa awa kuniambia mimi nyumbani mwangu natesa wadogo wangu umeatoa wapi? yaiasalimu ya, umeyatoa wapi mjomba? Acha kuwa katili, waangalie hawa wenzako vizuri, mali zote uliatiwa wewe, ah, wewe. Ishajua kumbe weye ulipeleka umbea kwa mjomba, ndio maana mtakupika huna, kumbe kazi ni hiyo. Mjomba, acha kumfokea mwenzako, ni ujirekebishe. Alafu mjomba wewe, mjomba wewe, tafadhali na kukanya, tafadhali, nyumba za watu wachana nazo tafadhali. Mjomba, nyumba za watu wachana nazo. Mjomba, nitakufunga. Kumbe mjomba unijui, nitakufunga